Hiki ndicho kitakachofuata baada ya SADC kuondoa vikosi vyake vya kijeshi DRC. Ingawa SADC haikuweka wazi sababu za kuamua kuondoa vikosi vyake vya kulinda amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, wadau wanahusisha uamuzi huo na mambo mawili. Uamuzi wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika yaani SADC kuondoa vikosi vyake vya kulinda amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC unatajwa kuwa mbinu ya kushinikiza njia mbadala ya kuisaka amani nchini humo. Kwa upande mwingine, uamuzi huo unaelezwa ni dalili ya vikosi hivyo vinavyojulikana Sami DRC kusalimu amri baada ya kuzidiwa nguvu na waasi wa, wa M23 waliovamia na kuidhibiti miji ya Goma na Bukavu nchini DRC. SADC ilitangaza uamuzi huo jana Machi 13 mwaka huu wa 2025, kupitia mwenyekiti wake ambaye pia ni Rais wa Zimbabwe Emerson Mnangagwa katika mkutano wa wakuu wa nchi wa jumuiya hiyo kuhusu mgogoro unaoendelea mashariki mwa DRC. Katika taarifa ya pamoja jumuiya hiyo imesema vikosi vya Sami DRC vitaanza kuondoa, eh, vitaanza kuondoka DRC kwa awamu. Lazima tuharakishe utekelezaji wa uamuzi uliofikiwa wakati wa mkutano wa pamoja wa SADC EAC ikiwa ni pamoja na utekelezwaji wa michakato ya amani ya Rwanda na Nairobi. Zaidi ya hayo mazungumzo ni msingi muhimu wa kuwahakikishia watu wa DRC amani ya kudumu. Wakati ujumbe wetu ukiwa katika hatua ya kujiondoa, tunaomba ushirikiano kuwezesha hatua hiyo na ya, ku, eh, na ya kuhamisha vifaa vyetu, alisema Mnangagwa. SADC ikifikia uamuzi huo, tayari Afrika Kusini ilishapoteza wanajeshi 14 ambao ni sehemu ya kikosi hicho, Tanzania wawili, Malawi wawili na wengine wawili kutoka vikosi vingine vya Umoja wa Mataifa. SAMIDRC ilianza kutuma vikosi DRC tangu Disemba mwaka wa 2023 kuisaidia serikali ya DRC ambayo pia ni mwanachama wa SADC kurejesha amani na usalama. Afrika Kusini ndiyo iliyotuma idadi kubwa ya wanajeshi katika kikosi hicho wanaokadiriwa kufikia elfu moja. Baadaye kukawa na shinikizo la kutaka wanajeshi hao waondolewe, huku Malawi Februari mwaka huu ilianza kujiandaa na mchakato wa kujiondoa DRC kutokana na uamuzi huo wa SADC. Swali linabaki nini kitafuata? Baada ya SAMI DRC kuondoka DRC. Nini kimechochea uamuzi huo? Ingawa taarifa ya pamoja ya SADC haikuweka wazi sababu, eh, mhadhiri wa science ya siasa wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, yudism Dr. Sabato Nyamsenda anaona mambo yanayoendelea katika mgogoro huo ndiyo yaliyochochea uamuzi uliofikiwa. Amesema katika mgogoro huo kumeibuka majibizano kati ya rais wa Rwanda Paul Kagame na Afrika Kusini Cyril Ramaphosa. Pia kumetokea vifo vya wanajeshi wa Afrika Kusini, Malawi na Tanzania. Mgogoro huo kwa mujibu wa Dr. Nyamsenda umeibua tishio la kuendelea na kuwa wa kikanda, kwa sababu kuna nchi ndani ya ukanda wa maziwa makuu zinaunga mkono kila upande zinazoona upo sahihi. Katika mazingira hayo, upo uwezekano nchi hizo zinazounga mkono pande tofauti zikaingia vitani na hatimaye mgogoro ukatanuka zaidi, amesema. Amesema inaonyesha bado SADC inadhani njia ya diplomasia na mazungumzo katika kutafuta amani inapaswa kuendelea. Ukiunganisha yote hayo unapata picha kuwa mgogoro una wadau wengi, zikiwamo nchi za ndani na nje ya Afrika. Kuna hatari ya mgogoro kuendelea, ni mgogoro ambao ni zaidi ya mapigano, amesema. Je, ni nini kitafuata baada ya uamuzi huo? Dkt. Nyamsenda amesema anadhani SADC itaongeza nguvu kuingia kwenye utatuzi wa kidiplomasia na njia za amani. Kama pande zinazogombana zitakubaliana na njia za kidiplomasia, kuna uwezekano wa matokeo chanya kupatikana, amesema. Kwa upande mwingine, amesema kilichofanywa na jumuiya hiyo inaweza kuwa dalili ya kushindwa dhidi ya waasi wa wa M23 baada ya kuzidiwa nguvu na kuona wanajeshi wa vikosi vya SAMIDRC wanaendelea kupoteza maisha. Kama uhalisia ni huo, maana yake hatima ya amani ya DRC ipo mikononi mwa masharti ya waasi wa M23. Ikiwa hivyo, DRC italazimika kukubaliana na matakwa ya waasi ili irudishe amani, amesema. Ni uamuzi wa tija. Kwa mtazamo wa kidiplomasia, balozi Christopher Liundi amesema uamuzi wa SADC unaweza kuwa na tija katika kumaliza mapigano yaliyodumu kwa takriban miongo mitatu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Amesema kuondolewa kwa vikosi kunatoa nafasi kwa njia nyingine za kuisaka suluhu kuchukua nafasi, yakiwemo mazungumzo. Hivi karibuni, kuna jitihada za waasi wa DRC kukutana katika meza ya mazungumzo. Ni muhimu, wakati juhudi za mazungumzo zinaendelea, kusiwe na nguvu za kijeshi zinazoendelea, amesema. Balozi Liundi amesema uamuzi wa kuondoa vikosi unaweza kuwa shinikizo la kutaka pande zinazogombana zikae mezani kumaliza tofauti zao, hivyo ni jambo la busara. Ukipeleka vikosi hata kama vya kulinda amani, maana yake unaruhusu silaha ziendelee kurindima. Ukisitisha hilo, watu watatafuta njia mbadala, amesema. Amesema viongozi wa pande zote kati ya waasi na serikali ya DRC wakubali kukutana na kuridhia kujadiliana. Mazungumzo yao yatakuwa na tija iwapo pande zote zitakubali kukutana na kujadiliana, amesema. Mpenzi mtazamaji na mfatiliaji wa habari Kiganjani, hii ndio imekuwa habari ambayo imetufikia katika meza yetu ya habari, nasi tunaiandaa na tunaisogeza kwako ili kusudi nawe pia uweze kupata kufahamu na kujua kinachoendelea kwa sasa, kufuatia mzozo unaoendelea huko, e, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Tumeangazia e, kitakachofuata baada ya SADC kuondoa vikosi vyake vya kijeshi DRC. Tumetazama habari hii kwa undani zaidi e, katika njia za uchambuzi na nadhani umepata kujua na kufahamu kwa kina sana e, kitakachofuata baada ya SADC kuondoa vikosi vyake vya kijeshi sasa DRC. Kuhusiana na habari hii, wewe ni upi mtazamo wako na ni yapi maoni yako? Shia mtazamo wako na maoni yako nasi hapa chini kwenye upande wa comment. Hii ni habari Kiganjani, endelea kusubscribe, endelea kukaa karibu nasi kwa habari zaidi.